Halo, mbona simu yako tangu jana inalia, titi alafu inakata, inalia tu titi alafu inakata. Na wapi mafunguo yangu ya ya ngari betilich? <laughs> Umaenda na ngali yangu ngemi? Nitapunga hiyo gali. Mtakwama hiyo naiwacha. Uko pande gani? na hiyo makelele nasikia nyuma. Si ni wakina mbilayani hao? Umeenda kukula emergency gani? nikutumie ngili mbili? Punda wewe punda nyau, emergency ni kuanzia ngili kumi na tano. Inaona mimi ni mjinga? <laughs> mimi funda, utakwama huko na hiyo mbilayo yako, nikatumie. <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> <coughs> <Nini> <coughs> Nikatumia ngili mbili maji, hakwami huko na huyo bilaa you yake.